Pia kuna utafiti unaendelea na Dr. Titus kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na mwaka jana amevumbua kwamba kulikuwa kuna kiwanda kikubwa cha chuma kutoka zana za mawe kwenda chuma. Kwayo amegundua kulikuwa kuna kiwanda kikubwa sana eneo hilo, kwayo, na utafiti unaonyesha watu waliishi hapo kabla kwa sababu Mita moja chini alikuja kugundua kwamba kuna shanga za mayai ya mbuzi na vitu vingine ambavyo nadhani wao wanaendelea na, na utafiti watatuletea majibu kwamba ni miaka ipi waliishi. Kwa hiyo ni eneo muhimu sana e, ndio maana wakaribisha watalii wa ndani na watalii wa nje kutembelea eneo hilo kwenda kujifunza zaidi, kwa sababu hata neno Kiponzelo ni, ni, ni, ni, ni watu walikosea namna ya kulitamka lakini ni Kipondelo kipondelo ni kama nyundo, yaani sehemu ya kutengenezea, yaani sehemu ya uhunzi, pakipondelo. Sasa badala ya kipondelo watu wakasema Kiponzero. Kwa hiyo hiyo inasadikika uh, kwamba kwa sababu ya hicho kiwanda, sasa tunaamini kwamba hilo jina ni kweli, pakipondelo ni sehemu ya kuungia uhunzi, kwa sababu kunaonyesha kulikuwa kuna kiwanda kikubwa cha chuma. Lakini kijiji cha Kiponzero, Uh, kabla ya ukoloni kulikuwa kuna soko kubwa. Kabla ya ukoloni kuingia kulikuwa kuna soko kubwa, na mpaka leo hilo eneo linaitwa sokoni, kwa sababu eh, makabila mbalimbali kutoka eh, maeneo mbalimbali yalikuwa anakuja kufanya biashara, walikuwa wakibadilishana, wakichukua vifaa hapa vya chuma na kubadilishana na vitu vingine kulikuwa kuna soko kubwa sana kwa Kiponzero. Ni kijiji chenye historia kubwa kubwa sana, na wakaribisheni sana, mje mjifunze elimu hiyo. Lanzi ni mwenyekiti wa wadau wa utalii mkoa wa Iringa, Iringa Tourism Association ITA. Katika um, kipindi hiki ambacho tunatangaza amba utalii wa ndani, naomba nitambulishe kivutio ambacho kipo katika kijiji cha Kiponzero, kata ya Maboga, tarafa ya Kiponzero, wilaya ya Iringa. Tunacho kivutio kipya kabisa cha mapango pango, pango lile ni kubwa ambalo linaitwa pango la Lyana. He, ukifika hapo kuna mwamba mwingine ambao unaweza ukapanda juu ukafanya picnic, na ukaribisha sana pia wasanii wa filamu, ni eneo zuri sana la kufanyia filamu kuna maono mazuri kwa maana ya, ya view lakini ukifika hapo juu ya huo mwamba kuna taswira inakupa uh, mlima Kilimanjaro; inakupa taswira ya mnyama tembo, inakupa taswira ya mnyama kiboko. Lakini kama tujuavyo, uh, katika dunia, ndani ya dunia hii Tanzania pekee ndio imegawa bonde la Ufa Rift Valley lakini ukiwa juu ya huo mwamba ndo utaona taswira ya Rift Valley namna ilivyogawika, na kuna pata ile the Great Rift Valley na ile west eastern Rift Valley, utapata taswira hiyo kwenye huo mwamba namna ilivyogawika. Uh, ndani ya pango tuna wanyama tuna wanyama hyrax pibi, tunao ndege popo, tuna bundi, lakini ni eneo ambalo lina sana na ukifika hapo utaandaliwa burudani ya ngoma ya asili mangara kiduo, ambacho, ambayo mtacheza pamoja mkiwa ndani ya pango, mtafurahi zaidi. Pango e, hili lipo kama ilivyosema, lipo katika kijiji cha Kiponzero. Ni eneo uzuri sana ambalo utapata kujifunza namna wanakijiji wanavyoishi kwa sababu eneo hilo liko karibu na, na, na, na bonde oevu ambako kuna wakulima anajishughulisha na kilimo mbalimbali cha mboga mboga, lakini pia kuna mashamba ya kulima kwa ajili ya maharage na mahindi. Utajifunza namna wanavyoishi, namna ya kugema ulanzi. Eh, ukifika hapo ni, ni, ni burudani kwa kweli kwao. Naomba niwakaribishe sana sana wa Watanzania kutembelea kivutio hicho kipya, karibuni sana.